Okay. Nafasi hey, ya kumi, Big shout out to Mheshimiwa Professor J. Anaendesa Toyota Land Cruiser au sio bana eh? Tenda shule. Nitakupeleka na takagari. com. Anafundisha masuala ya kujua kama ni full so. oh, okay. oh, okay. drive ama ni Obafu mimi nafasi ya tisa yuko Idris Sultan au sio bana eh? Uh -huh. Aha. Hata gari kama umeshalipaki limeharibika si tunahesabu liliendesha <laughs> No, li li <coughs> li mwona mwona si, ni, ni, ni lililoendeshwa <laughs> <laughs> BMW M3 ambayo inauza -so zaidi ya kama milioni 80, ingawa mwaka huu pia amepush alteza na Harrier. Mwajio, eh? Hara, yeah. baisha baisha magari ila ndo ambayo imeingia kwenye hii list ya Uh, ambao wameendesha okay. Wa okay. Nafasi ya ya ya yuko Nei wa wa Mitego Mitego pamoja na Madi, nafasi ya saba. Tofauti wote wameendesha uh, lakini ya Nei wa Mitego ni ya nyuma kidogo kuliko ya Madi. Madi ya yake, bana, eh? Ya nane, yuko Nei wa Mitego, bana, Prado umeona, bana. Sawa, nafasi ya sita na stguesi yuko nani? Nani? Ah, uh, afu jamaa apendaki sana kuongelea mambo yake ila sisi tumekushtukia wewe mzee na tunakupigia makofi <laughs> hule, hule. Ladies and gentlemen. aiaem uh -huh. Kutoka pande za karya co I present to you Ali Kiba anaendesha uh -huh. BMW X5 Um ambayo ndio ndinga ambayo of course anaimiliki sasa hivi uh -huh. Japokuwa jamaa sio mtu wa kuzungumzia mambo yake sana. Tulipokuwa South Africa, wakati ana sign mkataba na Sony Music yeah. Aliniambia hajawahi kuuza gari yake hata moja ambayo ambo, gari zake, zote o, zake zote zipo yani, lakini hiyo ndio the most expensive X5 anaidrive mtu mzima Alikiba listen naendelea, kwenye nafasi ya tano wamefungana watu wawili, wamefungana watu wawili Gardna G Habash pamoja na Sheda na Sheda, umeona bana eh. Uh, wenyewe anaendesha Discovery 3 umeona bana. Nafasi ya nne mm. Uh, kwa seleba ambaye ameendesha ndinga kali mwaka elfu mbili na kumi na sita ni Wema Sepetu aliendesha Range Rover Evoque sema, yeah. unajua kilichomkuta baadaye <laughs> au sio bana, nafasi ya yeah, tatu yuko yeah. mtu mzima Quick Rocker yeye anaendesha Range Rover Sport na misa mm. kusema bei yake sifanyi ah, kazi TRA, achana na mimi wewe. Umeona bana eh, utakuwa na kielele. Nafasi ya pili wamefungana na watu wawili, ni Diamond Platinumz pamoja na Masanja mkandamizaji. Umeona bana eh, wenyewe wanaendesha BMW X6 tumeisha. <laughs> <laughs> Nafasi ya kwanza wamefungana, nafasi James, nafasi ya kwanza ah, eh, James tupa tupa rafiki yake ah! amefunga hii chapter, umeona bana, okay. na anatoka Power Breakfast ya Clouds FM. Huyu ndio oh celeb ndio anaendesha oh. gari ya bei ghali kuliko celeb yoyote hapa Bongo, anaitwa Masud Kipanya, anaendesha hama oh. yeah. yeah. eh. right? Ah, sawa, yeah. sawa. kwa mara ya kwanza mimi ndo nimeliona juzi hapo chini na chungulia hivi nikasema, "Unajua ni gani yuko hapa?" kuna utofauti mi gari yangu unadumbukia Afu ya Joji unajibanza, Tuligi ya Masoud Kipanya unapanda. yeah. una gari za kupanda. Tuligundua kwamba ukichukua gari ya Kennedy na ya George, George Bantu pamoja na ya DJ Zero eh, ndio inatosha parking ya Masoud Kipanya.